Baba yangu na Mungu wangu, ketie mbinguni mahali pa juu sana palipoinuka, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa asubuhi nzuri, asante kwa siku njema yenye kibali na huruma na rehema kutoka kwako, kwa Bwana. Ninakushukuru Yesu kwa pumzi ya uhai ulioachilia ndani yangu. Asante Bwana kwa ulinzi wa usiku mzima. Ninakushukuru Bwana kwa maana umekuwa pamoja nami toka nilivyolala, umenilinda, umenitunza mimi pamoja na familia yangu Bwana. Asante kwa wema wako na fadhili zako, asante kwa huruma, asante kwa kibali, asante kwa pumzi ya uhai Yesu. Nakushukuru na kutukuza na kukuinua kwa maana unastahili. Ni wewe Bwana uliokuwa pamoja nami katika usiku ngizi mzito. Ni wewe Bwana uliyenilinda na kunitunza. Ni wewe Bwana ambao umeonekana. Ni wewe Bwana uliyenifunika kwa damu yako takatifu. Ninakushukuru Yesu kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa kuwa upande wangu, asante kwa malaika wako Bwana, asante kwa zawadi ya Roho Mtakatifu. Ninakushukuru hata kwa sadaka ya damu yako takatifu inayofanya kazi usiku na mchana kunilinda na kunitunza mimi pamoja na familia yangu Ninakushukuru Yesu kwa wema wako na fadhili zako. Pokea sifa na heshima Bwana, kwa maana ni wewe mwaminifu, ni wewe Mungu mwema, ni wewe Bwana ambaye umenisaidia na kunitunza. Yesu, ninakushukuru kwa wema wako, ninasema asante kwa fadhili zako, asante kwa kibali hiki ambacho umenipatia asubuhi ya leo ninakushukuru Bwana kwa maana ni wewe tu ambayo unayenipigania katika mazito, katika hali yoyote ambayo ni mbaya, wewe Bwana uko pamoja nami siku zote. Ninakushukuru Bwana na kutukuza Yesu, pokea sifa na heshima Bwana. Pokea sifa na nguvu Yesu. Asante Bwana kwa kuwa pamoja na maisha yangu. Asante Yesu kwa kuwalinda ndugu zangu. Ninakushukuru Bwana kwa kuepusha taarifa mbaya kwenye maisha yangu pamoja na familia yangu. Tulipo lala Bwana ulikuwa pamoja nasi, jeshi lako la malaika limetupigania na kutuongoza. Marango yetu ya ndoto Bwana yalifunikwa na nguvu kutoka kwako kwa Yesu. Asante Bwana, asante Mungu wangu, asante baba yangu pokea sifa na heshima Yesu. Asubuhi ya leo natambua ya kwamba ni wewe ambao umenipa kibali, ni wewe ambao umenihurumia, ni wewe ambao umenisaidia, ni wewe Bwana ambao umeniongoza Yesu. Nakupa sifa na heshima, ninalibariki jina lako, ninakuinua na kukutukuza ya kwamba nikisema ya kwamba wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu, wewe ni baba yangu, weeni weeni orangu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni kimbilio langu, wewe ni msaada Bwana, pasipo wewe mimi siwezi jambo lolote. Ni wewe Bwana unayenilinda na kunitunza, ni wewe Yesu unayenisaidia na kuniongoza, ni wewe Jehova unayekuwa pamoja nami hata asubuhi. Bwana, ninatangaza na nakili ya kwamba ni wewe Bwana unayenipigania na kunisaidia, ni wewe Bwana uliyenipa siku njema, ni wewe Bwana uliyenipa, uliyenipigania na kuniongoza. Bwana, ni wewe unayenisaidia usiku na mchana, ni wewe Bwana unayenisaidia katika maisha yangu, ni wewe Bwana unayenilinda na kuni

Ninakuabudu Bwana asubuhi ya leo, ninakurudishia sifa asubuhi ya leo. Pokea sifa Bwana, pokea sifa Yesu, pokea sifa na nguvu. Unastahili Bwana, unastahili Yesu, unastahili mwanakondoo uliyechinjwa, unastahili Mungu wangu na Baba yangu. Ninakuabudu wewe tu pekee, unayenipa kuishi, unayenipa pumzi Bwana, wewe uliye chanzo cha uhai wangu, ambao umenipa kibali hata asubuhi ya leo kuweza kuuona wema wako kuweza kuziona fadhili zako kuweza kukuona Baba. Asante Yesu, asante Bwana, asante kwa asubuhi nzuri, asante kwa asubuhi njema, asante kwa siku nzuri yenye kibali na baraka nyingi. Asante Bwana Yesu, asante. Kama sio wewe uliyekuwa pamoja nami, ni nani Bwana, ni nani Yesu alikuwa upande wangu? Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Jehova, unayenipigania na nitunza ninakushukuru Yesu. Pokea sifa na heshima Bwana, pokea sifa na nguvu Yesu, pokea sifa Bwana. Unastahili sifa za moyo wangu, unastahili sifa za moyo wangu Yesu. Asante Bwana kwa kuwa pamoja nami, asante Yesu kwa kunipigania, asante Jehova kwa kuniongoza. Ni wewe tu Bwana, sina mungu mwingine anayenilinda na kunitunza. Usiku Bwana, mzima ulikuwa pamoja nami Yesu, asante Asante asante Bwana, asante Jehova, ninakushukuru Bwana, ninasema asante Yesu. Nasogea mbele zako Bwana asubuhi ya leo kuzitangaza rehema zako kwenye maisha yangu. Ninaomba rehema Bwana kwenye maeneo yote ya maisha yangu, ni rehema Bwana, ni rehema Yesu. Nasogeza moyo wangu mbele zako Bwana, ninaomba utakaso, nitakase Yesu nisafishe Bwana kwa damu yako takatifu na kwa jina la Yesu Kristo, ni rehemu Bwana mabwana, nitakase Jehova Yesu chunguza u moyo chunguza moyo wangu Bwana uone kama nj kuna njia ambayo haiko sawa mbele zako Yesu, ili Bwana unirekebishe ili Bwana unigeuze ili Yesu unifinyange ili Bwana unitakase Yesu, ni rehemu Bwana nitakase kwa damu yako takatifu, kwa damu yako takatifu nioshe Bwana makosa yangu na dhambi zangu, ondoa kila namna yoyote ya uovu ndani yangu, ee Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu Yesu, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema Bwana kwenye maeneo yote ya maisha yangu ninaomba rehema zako Bwana zikatangulie siku ya leo, rehema Bwana zako Yesu zikanitetee, rehema zako Bwana zikanifanyie nafasi siku ya leo, rehema zako Bwana zikatangulie kwenye kazi yangu, rehema zako Bwana zikatangulie kwenye biashara yangu, rehema zako Bwana zikanitetee kwenye uchumi wangu, rehema zako Bwana zikatetee masomo yangu, rehema zako Bwana zikatetee kazi za mikono yangu, rehema zako Bwana zikatetee watoto wangu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka rehema Bwana kwenye maeneo yote ya maisha yangu, kumbuka rehema Bwana kwenye amani yangu, kumbuka rehema zako Bwana kwenye familia yangu, kumbuka rehema zako Bwana kwa watu wangu wa karibu na wale wote wanaonizunguka kumbuka rehema zako Bwana hata juu ya marafiki zangu kumbuka rehema zako Bwana, kwa watu wote, watoto wangu, uzao wangu, familia yangu, ndoa yangu Bwana, ukakumbuke rehema zako Bwana. Rehema zako Yesu zikatetee familia yangu, rehema zako Bwana zikasimame badala yangu. Ninaita hizo rehema za kunisaidia Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, Bwana nakuja mbele zako mda huu Bwana nikiomba rehema, nikiomba rehema zako Bwana za kunisaidia na kuniongoza kwenye maisha yangu kwenye utumishi wangu na kila eneo la maisha yangu Bwana likaonewe Bwana likasimamiwe na huruma zako na rehema zako kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana hata kwa Roho Mtakatifu anayeniongoza na kunisaidia. Baba ninaomba uweza wa Roho Mtakatifu, ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu zikanipiganie na kunisaidia. Ninaongiza uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu, tembea pamoja nami. Roho Mtakatifu, ninakualika Bwana. Siku yangu ya leo ikajazwe na nguvu zako. Siku yangu ya leo ikajazwe na nguvu zako, siku yangu ya leo ikajazwe na uweza Bwana wa maisha yangu ya maisha yangu Bwana yakakutukuze wewe tu siku zote. Siku yangu ya leo Bwana nikauone wema wako na fadhili zako. Roho Mtakatifu simama badala yangu, Roho Mtakatifu simama ukaniongoze katika madhaifu yangu, ukanisimamie na kunitetea katika madhaifu yangu takatifu kanishindie kwa damu yako takatifu, na kwa jina la Yesu Kristo ninaagiza roho ya Bwana ikawe juu yangu, roho ya hekima ikawe juu yangu, roho ya ufahamu ikawe juu yangu, roho ya shauri na uweza ikawe juu yangu, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana ikawe juu yangu. Bwana, acha neno la uweza likatende kazi kwenye maisha yangu. Acha zako Bwana zikafanye kazi kwenye maisha yangu. Pasipo wewe Bwana siwezi, pasipo uweza wako Bwana siwezi, pasipo ushauri wako Bwana siwezi, pasipo maarifa yako Bwana siwezi, ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Yesu. Niongoze Bwana, niongoze Yesu. Nisaidie Bwana, niwezeshe Bwana. Simama mwenyewe, ninakutanguliza Yesu, ukanitetee, ukaniwekee nafasi, ukanifanyie njia mahali pasipokuwa na njia, ukanitengenezee njia mahali pasipokuwa na mpenyo, ukanitengenezee njia. Bwana simama, Yesu simama mama damu yako takatifu ikanitetee, nguvu zako Bwana zika pamoja nami siku yangu ya leo Bwana, nikauone wema wako, nikazione fadhili zako, nikakuone Bwana ukisema na maisha yangu, ukisema na kazi yangu, ukisema na uchumi wangu, ukisema na biashara yangu, ukisema na familia yangu, ukisema na watoto wangu, ukisema na maarifa yangu, Bwana Sema Bwana na elimu yangu, Yesu nitetee Bwana nitetee. Sema na maisha yangu Bwana asubuhi ya leo, sema nami na Bwana siku ya leo, nisema nami na Bwana niongoze Yesu nipiganie Bwana kwa mkono na nguvu zako kwa uweza wako Bwana ninakuhitaji Yesu niongoze Bwana nisaidie Mungu wangu na Baba yangu. Asante Bwana, ninakabidhi siku yangu ya leo mikononi mwako. Ninakuomba Yesu katawale, tawala siku yangu ya leo, tawala maisha yangu, tawala sehemu zote za maisha yangu, kwa maana we ni Bwana ama Bwana Mungu, naye tawala Mungu auweza, Mungu ambaye ni kimbilio langu, tawala Bwana maisha yangu, tawala siku yangu ya leo, tawala kila kilicho changu Yesu. Ninakukabidhi Bwana, kwa maana peke yangu siwe mkono wako ukawe juu yangu, baraka zako zikawe juu yangu, damu yako takatifu ikafunike maisha yangu na kila kilicho changu. Roho Mtakatifu akawe juu yangu, akaniongoze katika madhaifu yangu, akanisaidie mahali ambapo siwezi. Baba, na kukabidhi maeneo yote ya maisha yangu, biashara yangu, uchumi wangu, na kila kilicho changu kikaongozwe na wewe Yesu. Tawala mwenyewe Bwana, asante Yesu, kwa ajili ya maombi haya ninakuamini Bwana ya kwamba we ni Mungu unayesikia na Roho wako yuko juu yangu, anayeniongoza, anayenitia mafuta, anayenisaidia, ambaye ni mwangaza wa njia zangu. Yesu nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya maombi haya, we Bwana umekwisha kujibu hata kabla ya kuomba. Asante Mungu wangu, pokea sifa na heshima, bado ninakuwa Yesu, bado ninakuamini Bwana. Asante Mungu wangu na baba yangu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya baraka ambazo umekwisha kuzimimina kwangu. Asante Yesu kwa ajili ya kila kitu ambacho umekitenda kwangu. Pokea sifa na heshima, Yesu. Niongoze Bwana, nisaidie Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu yako takatifu, amen.